njaro kwamba mjitokeze kwa wingi wale wote waliojiandikisha kwenda kupiga kura. Serikali ya mkoa imejiandaa vizuri kuhakikisha hali ya ulinzi na usalama kwenye mkoa. Tumeimarisha kabla ya uchaguzi, uchaguzi wenyewe na baada ya uchaguzi. Mmoja akaandika kwenye mtandao hivi huyu haingii kwenye ha nini, kwenye mitandao hajuko. Basi tumejipanga mmejipanga. Nini? nani anataka maandamano? Nani yeye? kina mama, mnataka maandamano? <laughs> nimetaja viongozi walioongoza nchini kwa kwa vipindi vyote, mmesikia. kuna tatizo hapa Tanzania? <CHlkilana> kama liko jambo, mkuu wa mkoa yupo, mkuu wa wilaya yupo, mtendaji wa kata yupo Eh, chakukuru wako, polisi wako, yani vyombo vyote vipo. Wewe kama una tatizo lako kwanini usiende kwenye vyombo mkakaa mkazungumza ukapata majibu? Wewe unataka kuondoka tarehe ishirini na tisa, sisi tunafanya kitu kikubwa cha kitaifa, wewe unakwenda unasema unakwenda kuandamana. Sasa mimi nataka niwaambie, nataka niwaambie na wanisikie kwamba mkoa wa Kilimanjaro kwa sio mkoa wa vurugu na na sio na hata mikoa mingine sio ya. Wakitaka maandamano watafute nchi yao ya kwenda kufanya maandamano. shwe, shwe, shwe, shwe. Mambo ya huko mnaweza kutuletea kutuletea. Watanzania sio watu wa hivyo. Watanzania wanataka watoto waende shule, Watanzania wanataka barabara ziwe nzuri, Watanzania wanataka umeme. Watanzania hao Tini, wakimaliza shughuli zao waende mahali yakurudike. Tokeni mkapige kura tena, unatembea kifua mbele na unataka kupiga kura, unaonyesha kidole chako cha wino, umetimiza wajibu wako kwa mujibu wakati